Na neno ndilo linalomwinua mtu kiimani, na neno ndilo linalokupa nguvu ya kiroho, na neno linatajirisha. Amina. Wakikwambia neno fanya kazi, utafanya kazi na Mungu atabariki kazi na we utafanikiwa na utakuwa umetajirika. Haleluya, hilo ni neno. Wanasayansi wanabonyeza vitu, wanachanganya ili wapate horo na vidonge vya kila aina, lakini tulio rohoni tunatamka maneno. Haleluya, tunatamka neno na neno linafanya. Haleluya, tunatamka nini? Neno. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kutambua uweza wa Yesu Kristo. Andika kutambua uweza wa Yesu Kristo, Injili ya Yohana moja mstari ishirini na nane, naomba msomaji asome hapo. Anasema, ndiyo. Hayo yalifanyika huko Bethania, hayo yalifanyika huko Bethania Ngambo ya Yordan. Ngambo ya Yordan. Aliko Yohana akibatiza. Aliko kuwepo Yohana akibatiza. Oja maliza 29. Eh. Siku ya pili yake. Siku ya pili yake. Amona Yesu. Anakuja kwake. Amona Yesu anakuja kwake. Akasema. Akasema. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tukiisha huko kwa sasa na tutasoma wenyewe. Mungu, nibariki neno lako, tuseme wote amen. Ni mwana wa kuhani aitwaye Zakaria Yohana tunemsema si Yohana aliyeandika Injili. Yohana tunemsema ni Yohana aliyekuwa akibatiza kwa maji. Ni Yohana aliyekuja kwa umbo la, umbo la Yohana kilindani yupo Eliya. Haleluya. Huyu Yohana tunayemsema alienda, Biblia nasema ngambo ya Yordani, maana yake ni mbali na mji amen, amen. Alitoka mjini akaenda mbali, pamoja na kwenda mbali watu walimfuata. sijui mnaelewa vizuri watu walifanyaje? Walimfuata, haleluya. Walimfuata akiwa mbali. unajua kwa nini? kwa nini alifuatwa? eti kwa nini alikuwa anafuatwa Naam? Alikuwa na nguvu ya Mungu, lakini pia akatambua uweza wa nguvu zile. Haleluya. Kuna watu wana nguvu za Mungu, lakini hawajui kama zinauweza siiema zuri. Yaani, mtu yupo anazo nguvu za Mungu, lakini hajui kama anauweza zile nguvu zinauweza kufanya jambo. Ndio maana hata mitume walipokuwa wakivuka wakienda kwenye ile nchi ya Mgarasi, wakati wanavuka kule odaa Galilaya wa, walikuwa na Yesu ma, majaribu yalipoinuka, lile upepo zile zeruba zilipoinuka, wako na Yesu hawakukujua kama wana Yesu ambaye anaweza. Walianza kulia walianza kulalamika, wakaanza kumwamsha Bwana mkubwa waliposhtuka na ndiyo maana alipotuliza mawimbi aliwauliza iko wapi imani yenu? Kwa mtu anaweza kukuta, ana nguvu ya Mungu ipo ndani yake, lakini hajui kuitumia, haitambui kama ipo. Yohana alipogundua kwamba ana nguvu ya Mungu, lakini pia nguvu hizo, akasema zina uweza Akaona hakuna haja ya kusumbuana mchini, ninakwenda nikaweke pale. Sina muda wa kusumbuana kwamba mimi nichukue fremu hii, mimi nichukue fremu ya hapana. Kama biashara yako wanaona, kuanzia leo tambua uwezo wa Yesu Kristo, anaenda kuleta wateja a utafuta kila mahali, utashangaa unavyopewa habari. Jamani, kuna kazi huku, tunahitaji mtu mwenye sifa hizi na hizi, na hizo sifa unazo, ndipo Bwana atakapoonekana. Haleluya, haleluya! Hey! Yupo mtu hapa ametafuta kazi, anakataliwa ukienda anachukuliwa mwenzako unabaki, lakini kuanzia sahii ninakutangazia, utakapotoka mahali hapa ukanishika neno hili, ikuanguka ndani ya uwezo wa Yesu Kristo. Shetani ana kazi ya kutuma maajenti wake, wanaenda wanazuia, wanamwaga vya kumwaga. Kwamba kuanzia leo hiyo ofisi saulike, watu wanapita pembeni, kila wakipita hawaoni kama kuna ofisi, wanaona tu kuna zizi la ng'ombe, wanaona mavi ya nguruwe ananuka. Nani ushakuwa na nguvu zizi la nguruwe, unaonaje mvua ikinyesha eh? Eh? Yani, ukipita na tabasamu bila kulazimishwa hmm, jamani, unaenda. Ndivyo biashara zinavyofanywa za watu, ndivyo maisha ya watu yanavyobadilishwa ukipita mbele za watu wanasikia harufu kama mavi ya nguruwe. Mwambie jirani yako, sio mimi, kuanzia leo sio mimi. Ufahamu mzuri, mara kichwa, kila siku kichwa, ufahamu unaanza kupotea, wala mwelewani na majirani. Kwa nini? wameweka usaulike, wasikujue. Lakini tambua uweza wa nguvu ya Yesu Kristo. Haijalishi umeweka usi yako mahali gani, ili mradi ni mahali ambapo

Katikati kuna kizuizi ambayo ni nini? Ni mto uko pale. Lakini bado watu walikwenda kubatizwa, wakaa na kaenda mshangaa, walipofika wakamshangaa. Ninaposema alikuwa ngambo, alikuwa harudi mjini kula mkate, yeye chakula chake ilikuwa ni nzige na hasari peke yake. Kwa hiyo watu walimfuata. Walipomfuata wakawa namuuliza na maswali, wewe ndiye Kristo? Akasema hapana. Wewe ndiye masihi wa Mungu? Akasema hapana. Siku moja aya pili yake binasema, siku ya pili yake akiwa ameshika karatasi kwamba ni nani anayefuata hapa, mwana Mashimba, mwana Masanja, ndio tunabatiza hapa. Akashangaa neno wa Bwana mwake, wa akuana alinaingia moyoni mwake. Inua macho, alipotazama akamwona Yesu anakuja, akamwona Yesu anakuja. Inua macho yako unapokuwa kwenye matatizo, inua macho yako. Jina la ubatizo la Yesu alikuwa anaitwa nani? Eh? Eh? Anaitwa Emmanuel. Na ubatizo. Eh?